Provincia Maniema. Ah, mba. Kazi yangu ni kufungula makanisa za Kindingi. Ndelba. Ndelba njo ni? Manake nini ndeliba, manake unitidie tele nipite, kutia tele nini? Kutia tele pombe ile ni stile ya banamuki bali balibenye kutumia Kindingi ne wanafikia tu kwa mwenzake anamwambia Ndelba. Ah. unitidie kwanza au, ah, nitidie tele nipite, ah. Na kiningi maanaake ni pombe, unipombeke mawazo ipotee, kanyanga, uninyangule mpaka kumakaburi, lutuku, unitukuze kila mtu ajue asema naisha kunywa, tuseme amina, amina. Sasa <laughs> mimi nasikia kama huyu mama anasema kama iye kanisa iko ikwata na maamri, ni kweli au ni bongo, na unaweza kunipatiayo? Ndio

dans les maisons des fous ou dans les salles des morts. Tusemi amina Amen. Baada ya hiyo niko na maamri kumi mbele ya kupatia amri kumi, nitakupatia kalite ya watu wenye wa kumuchukua kindingi. Wapo na dalile mbili, kuko mulevi na munywai. Mulevi ni mutu ese sinye contrat Anaingia anakuwa na 4T. Ili 4T inasema nini? Tunywi, tunyani, tumetemagazagala, tufe, ndio kontra yake ashafanya: tunywe tugonde tunenepi bitanga kwa kumikono. Manake, hata, ach. Na tufe maanake acha ashaingia mu 4T, na mtu akishaingia mu 4T utaona mabega yake nasema je suis patron inena nafuguzia masikio. <laughs> Tuseme amina. <laughs> Nasema bege, nasema jesui patron. <coughs> Utaona mikono yake inarefuka sasa kumutu, miguu inatakata sana na bitanga kumikono nakua saka maleo na, sa sana na baada ku ya ile utaona kiono chake mukaba haikamati tena. Na haiku tena mulafi, jinsi yeye anapenda kula, yeye anakula tu tartine au kapande. <coughs> Ndio kategori mbili ya wanywai me. Ule mwenye kunywa anachugua kindingi munguvu yake, anaweza kamata vere moya anarudia. Iko stable, anashauria batoto, anatafuta makuta ya mineral, anatosha chumvi mafuta, iko tu stable, anakunywa ili kwa lwazir. Ndio kategori mbili ya banywa pombe kuku, munywai na mulevi. Mlevi aisha sinye kontra yake, na munywa pombe anakunywa kwa hamu. Tuseme amina, amen. Nitapita sasa kuwapatia ile amri yenye mnasema. Amri ya kwanza ya kindingi nasema: usitaji buri jina la kindingi kama una makuta. <laughs> Ne citez pas le nom de l'alcool tant que vous n'avez pas de l'argent. Amri ya pili nasema: kumusifu mama alipika pombe kake makari yumwanamwazikutmaluvaribwasi Amri ya tatu inasema kutema mati mingi na kumudharau ile mama alipiga pombe kama ina makali. Ndio kazi <laughs> ya pombe yake. Amri ya nne kujisifu mali na kuwa na maneno mingi ya bongo mbele ya kukopesha chupa ni una bingazi makumi saba. Amuri ya tano inasema kus, kupenda kuongea peke yako mwingine asijibu. Eba, acha kwanja bwana, wewe asafika Lubumbashi.